Lazima serikali za vijiji ziwe na rejista za wakazi kwenye maeneo yao, lakini nje ya rejista za wakazi, lazima serikali za vijiji ziwatambue watu wanaoingia na kutoka kwenye kijiji. Tunawatambuaje? Nyinyi wananchi wa kijiji cha Kisanga, ukipokea mgeni hakikisha unamtambulisha kwa kitongoji wako, kwa mwenyekiti wa kitongoji. Mtambulisha kwa mwenyekiti wa kitongoji. Baada ya kumtambulisha kwa mwenye kitongoji, mwenyekiti wa kitongoji atachukua taarifa zake, atafikisha kwa mtendaji wa kijiji na mwenyekiti. Tutajua kabisa kuna mtu anaitwa Thomas Myinga amekuja kwenye kijiji chetu kununua tumbaku au kulima tumbaku, atakaa mpaka msimu wa tumbaku. Msimu wa tumbaku ukiisha, ataondoka. Akinogewa sio zambi kujenga hapa Kisanga, sio zambi, alibadi ni Tanzania na amefuata sheria, lakini lazima muambie, ili muelekeze kwamba ziko sheria ndogo za namna ya kuishi kwenye kijiji chetu lazima ajue akiwa hapa, kengele ya msiba uwe inakongwaje, kengele ya dharura uwe inakongwaje, ya kanisani ikoje, tukiwa kwenye huko tunapata moja na mbili, huwa tunapeanaje, lazima ajue. Wote ni mashahidi hapa, sisi kuna kitu kinaitwa chagulaga, si ndio? Si ndio? Mwanzo unaguna sana. Kwa hiyo serikali imefanya makusudi na inawaambia ABC. Sasa unapevuka kutoka hapa, utakuwa hivi, utakuwa hivi. Tahadhari ni moja, mbili, tatu. Wale vijana wale wanapomwona binti anatembea njiani wanakuja na fimbo, wanamzongazonga hapo, tayari atakuwa ameshajitambua na itakuwa ni rahisi kufanyaje, kujihami. Tumepata ugeni wa mkuu wa wilaya kuja kuzungumzia mambo ya elimu, mambo ya ulinzi na usalama na mambo mbalimbali mbali ya maendeleo. Nafikiri hatujaishia hapa. Na tunaenda kuzungumza na wananchi katika mkutano wa hadhara kuhusu na mambo ya maendeleo katika kijiji hiki pamoja na kata hii kwa ujumla.